Kuna vingine vinapiga, unakuta kafamilia kenu kanasumbuliwa, lakini mkikaa chini mkichunguza, unasema mtoto wa baba mdogo aliwahi kumvamia mtu shambani, akampiga yule mtu akafa. Nyie mmechukulia kama ni mtoto wa baba mdogo, lakini kile kitu kimefanywa chini ya mlango wa familia fulani. Kwa hiyo kuna tabia, mimi sihusiki, bwana, si aliyefanya, mnashangaa vinakuja kupiga, mnafanya vitu haviendi, vitu. Hakuna kitu kibaya kama kumwaga damu ya mtu. Siku zote kama una hirizi ndani, kama una chochote cha kichawi ndani, usije ukategemea nguvu za Mungu katikati ya ushirikina, maana Mungu hachanganywi. Ukiamua kumtumikia Mungu, mtumikie nani? Mungu. Ukiamua kwenda kwa waganga, loga kweli kweli, kuwa serious na hiyo shughuli, nenda wakuogeshe kabisa mchana kweupe tujue wewe umeamua. Uki, ukiangalia historia ya, ya Mungu jinsi anavyotupenda. Nilikuwa nasikiliza wakati kwa yetu inaimba hapa, mpaka mtu mmoja mtandaoni akatuma ujumbe pale akasema huo wimbo unaitwaje. Ina maana umemgusa, ee, umemgusa huo wimbo kabisa, mpaka ninawaza kama sijui. Anyway, tuache <laughs> lakini nyimbo zenu zinamguswa pekee sana. Mnakumbuka mtu wa kwanza akasema huyo mtunzi sijui nini Eh, zinamgusa pekee sana. Sasa ule wimbo ukisikiliza unaelezea jinsi upendo wa Yesu kwetu ulivyo. Anatupenda sana. Nimewambieni katika vizazi vyote, Yesu amekuwa akijitokeza katika sura tofauti. Sisi tunamjua kama Yesu, lakini kuna ambao walimwona kama Mikaeli. Kuna wengine walimuona kama malaika wa Mungu akiwa pale jangwani wakati yuko na wana wa Israeli, wao walimwona kama mwamba. Mtume Paulo anasema hivyo, ule mwamba alikuwa ni nani? Ni Yesu mwenyewe. Na wakati wa usiku pia alikuwa na, ana, ana, ana, anakuwa nao kama nguzo ya nini? Ya moto. Ni huyu huyu, sio tofauti. Mna habari, hata yule aliyeongea na Musa pale kwenye kijiti alikuwa ni yeye, ndio huyo huyo. Kwa hiyo anajitokeza katika mazingira yote na, na, na nashawishika kusema kwa jamii nyingi za kibinadamu, akija katika sura ambayo watamwelewa. Sasa basi kwa upendo wake mkubwa kwa binadamu, hakuna siku baya lolote lilitupata bila kutanguliza onyo. Aleluya! E, jamani, ni kweli sio kweli? Siku zote na kuna, kuna maonyo yanakuja kwa jumla ya watu wote, watu wote kuna maonyo yanakuja kwa eneo mji peke yake. Kuna maonyo yanakuja kwa kaya. Kuna saa Mungu analeta onyo kwenye kaya yako tu peke yake, kwa sababu kipigo kile hakihusu wengine, kitahusu kaya yako wewe eh, mwenyewe, analeta maonyo na hata kama kuna ubaya unaokujia na uwe ni mkubwa kiasi gani, hata kama ni matokeo ya makosa yako, ukisikia maonyo ya Mungu na kutubu na kuungama, Mungu anaondoa wa changamoto, wakati mwingine anapunguza, inategemea na mazingira. Kwa hiyo kuna wakati hata aondoa wa kabisa, ila kuna saa anapunguza. Mshike mkono jirani yako, muulize umeelewa hiyo sentensi ama hujaielewa? Amekuambiaje eh? Ha, umesema hajaelewa. Haya, kuna wakati kweli tunafanya mambo kifamilia, na matokeo yake, hasa sisi ambao ni vichwa vya familia, baba, mama, madhara yake anaweza kuja kupiga mpaka ambao hawakufanya. Mnamkumbuka Akani? watoto wake waliiba, mke wake, hamna Onyo la Mungu lilikujaje kwa Akani? Maana nilikuwa nafundisha sehemu moja, akaniambia pasta, lakini kwa upande wa Akani hapakuwa na onyo? Lilikuwepo tena kubwa sana. Onyo la kwanza, Mungu akamwambia Joshua, Israeli hawezi kusimama mbele ya adui zake, maana kuna vitu wanavyo. Na mi nikawaambia ni watoto wa Mungu, siku zote, kama una hirizi ndani, kama una chochote cha kichawi ndani, usije ukategemea nguvu za Mungu katikati ya ushirikina. Maana Mungu hachanganywi. Ukiamua kumtumikia Mungu mtumikie nani? Mungu. Ukiamua kwenda kwa waganga loga, kweli kweli, kuwa serious na hiyo shughuli, nenda wakuogeshe, kabisa mchana kweupe, tujue wewe umeamua hasa. We mchungaji, mbona unasema hivyo? Ni maandiko, ni bora ungekuwa moto au eh, ili nijue, moja nakusaidiaje. Sasa Akani yeye akachukua vile vitu akavificha. Onyo la kwanza, Mungu akamwambia Joshua Israeli hawezi kusimama mbele ya adui zake, maana kuna vitu anavyo. Mnakumbuka kwamba Joshua akatoa wito wa taifa zima, jamaa alitakiwa aende amwambie mzee, wala usiangaishe watu, ni mimi, lakini akanyamaza kimya, wakapitishwa kabila kwa lile. Ilikuwa ni onyo wamepita Wahehe, wakapita Wagogo, tuko sawasawa jamani. Wakaja wakapita nani tena, Wapare ja, tafadhali jamani <laughs> wakaja wakapita na nani tena, Wabena. Kufika Wabena pa lile jiwe likafanya nini, likawaka lilipowaka. Anasema sasa hizi koo, Wabena si wana koo zao Eh, ni hivyo hivyo, nataka upite ukoo mmoja mmoja baada ya mwingine. Hata si Wapare, kuna koo zetu, ukisikia Mbaga ni ukoo ni mlango. Piteni hapa moja moja, hebu eh, niambieni koo za Kibena eh? Sema kwa sauti: Mbembati, Msigwa, Mwepera, Nziku. Tumseme Nziku maana yuko ku Nairobi, eh. Kwa hiyo ikipita tu Nziku pop, jiwe likafanya nini? Ina maana wengine wote wako salama. Akija mlango wa Nziku inatakiwa ap, ipite familia kwa wote wanaojiita Nziku, wote pangeni foleni hapo. Kupanga foleni pop, familia ya Kani ikafanya nini? Ikakamatwa. Yoshua kuna maneno aliongea pale, ambayo mimi nikiyasoma mpaka saa nyingine ananitoa machozi kabisa. Anamwambia mwanangu, unasikia hiyo kauli, hiyo mwanangu? Yaani maana yake si ungesema yaishe, mbona muda wote tunahangaika? Umenyamaza za kimya, yaani hata kushtuka kwamba mbona, ah, ukoo wetu umefanya nini, umekamatwa? Ungewahi wahi umwambie mzee, yaishe. Yote alikuwa ni maonyo. Nachomshukuru Mungu ni hiki. Naongea mbele zenu. Hata mimi ninayewafundisha, ninakuwa kiroho kila siku. Kuna vitu huko nyuma Mungu alikuwa ananionyesha, nilikuwa sielewi. Lakini kwa kadri ninavyoendelea kusoma vitabu na mafunuo ya Mungu najua, oh, kumbe Mungu alikuwa anasema na mimi kwa njia hii. Kumbe alikuwa ananionya. Kumbe ilikuwa ni hivi. Naanza kuchukua hatua. Kuna vitu nilikuwa napuuza, na katika kupuuza nilikuwa naona matokeo mabaya. Lakini macho yalikuwa yamefungwa, siwezi kuelewa kabisa. Nakupa mfano wa haraka haraka. Uenda na wewe inakukuta hii, ukijikuta kuna siku tu unaamka, siku nzima unasikia una uchungu moyoni, kana kwamba kuna dhambi umefanya hivi, kama hatia ya dhambi hivi, au kama kuna msiba hivi, unanielewa eh? lakini hata ukiuliza hivi hivi, kuna nini, hata huna majibu. Usipuuze. Hiyo ni pointi ya kwanza ambayo nitaitumia leo. Usipuuze, piga magoti, muombe Mungu akufunulie. Haleluya. Kani alionywa. Kwa hiyo kuna maonyo ya mtu mmoja, kuna maonyo ya familia, kuna maonyo ya ukoo, kuna maonyo ya taifa, kuna maonyo mpaka ya wilaya. Kuna maeneo, hata mimi ndugu zangu Wagogo huwa nawatania kule Dodoma, kuna maeneo napita tu nasema haka ka kijiji haka kuna kitu walifanya, maana haiwezekani mvua zinanyesha kote kule, zikija hapa zinafanya nini? Zinavuka, zinaenda kunyesha. Kuna kitu uzuri, leo tunaongea na Mheshimiwa Diwani, yuko hapa. Kuna baadhi ya maeneo, vijiji, mkivichunguza vizuri, mkigundua kijiji kilikuwa na tabia ya kumwaga damu za watu, yani kuna mtu alipita hapo, siuy akauawa, siu aka... sisi si yanatokea ya mambo eh? Eh, hata kama alikuwa ni mwizi, hata kama alikuwa ni mwizi mkamkamata kwenye kijiji, badala ya kumpeleka polisi mkaamua kumchoma, mmejiwekea laana kwenye hilo eneo. Najua kuna watu hapo wanajifunza kitu hapa. sasa unasema huwa ikitokea hivyo tunatakiwa tufanyeje? Siku hizi kuna e, tumepuuza haya mambo ya kiroho na nguvu za asili e, tumepuuza sana, lakini hivi na matokeo makubwa sana zamani wazee wetu walikuwa wanajua hivyo vitu. Ikitokea kuna mtu ameuawa wa mahali, wazee walikuwa wanajua na, namna ya kuondoa hiyo laana kwa taratibu za kwao. Ila sisi tunaomjua Mungu tunafanyaje? Na, ikatokea, natoa tu mfano kwa mheshimiwa diwani kwa mfano, ambaye yuko hapa, akajua kijiji fulani kina hilo tukio na kuna mabalaa napata watu pale, watoto wakisoma shule mara wanaanguka mashuleni, si, si tunaona mambo hayo eh? ehe sasa anatoa mfano kwa mheshimiwa diwani, anaweza akachunguza vijiji vyake, akata kile kijiji kina kitu, anaenda kwenye lile eneo, anakutana na wazee wa lile eneo, wote wanaoita na kikao. Jamani, kuna kitu kinafanyika hapa. Kwa nini watoto wetu hawafanya nini, hawasomi? Kwa nini watoto wetu wakienda shule wanaanguka? Kwa nini hapa hakuna naye faulu? Kuna nini, au kuna jambo watafunguka Bwana, kuna mwaka alipita mmasai hapa. <laughs> Sasa baada ya kujua yale yote, unaambia wazee. kwa mfano, uh, kiongozi kama huyu huwa hasimami pale na dhehebu lake, maana anaongoza watu wote kwa anachofanya tu. Anaambia jamani, kila mmoja anaamini dini yake hapa, tupange siku ya kufanya maombi. Waislamu fanyeni maombi yenu, Wakristo fanyeni maombi yenu, na nani fanyeni maombi yenu, tukusanye sadaka tukitoa sadaka tupeleke kwa yatima, huenda Mungu atatuondolea balaa hili. Nendeni mkafanye hivyo, mtaona kile kijiji kinapona. Siku hizi vinatokea tunanyamaza kimya. Mungu atusaidie sana. Sasa nimeongea habari ya kijiji, kuna vingine vinapiga, unakuta kafamilia kenu kanasumbuliwa lakini mkikaa chini mkichunguza, nasema mtoto wa baba mdogo aliwahi kumvamia mtu shambani, akampiga yule mtu akafa. Nyie mmechukulia kama ni mtoto wa baba mdogo, lakini kile kitu kimefanywa chini ya mlango wa familia fulani. Kwa hiyo kuna tabia, mimi sihusiki, bwana siye aliyefanya. Mnashangaa vinakuja kupiga, mnafanya vitu haviendi. Hakuna kitu kibaya kama kumwaga damu ya mtu. Mungu atusaidie sana. Kwa huyu Mungu wetu analeta maonyo, anatupenda. Kuna saa atasema jamani, shtukeni, inaweza ikatokea katika familia yenu au ukoo wenu, akatokea mtu mmoja ambaye anaona yale mambo mmoja, tumsimpuze. Anaweza kufunuliwa mtu huyu mmoja, na kufunuliwa kwake msisubirie ndoto. Kuna saa tu wazo linakuja hivi, hii hali tunayoipitia ni ya kawaida. Mungu alionya wakati wa Nuhu kabla ya gharika, mnakumbuka vizuri. Mungu akaonya wakati wa Sodoma, mnakumbuka eh? Wakati ule wale malaika walivyokuja kwa Lutu, si walimwambia Lutu kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako, wakwe zako, nenda ukawaambie, kuna baya linafanya nini linakuja. Hawakusikia kila waka. Yerusalemu iliharibiwa mwaka wa sabini AD. Kabla ya kuharibiwa, Mungu alitoa maonyo mapema kabisa. Mimi si nabii wala mwana wa nabii, ila huu mwaka ni mwaka ambao wana maombi natakiwa kuomba sana kwa ajili ya taifa la Tanzania. E, yani hata kama huelewi uombe nini, we omba tu. Roho Mungu atakusaidia kuomba. Haleluya e, wewe omba tu, Mungu atusaidie.